Kama tunataka mageuzi katika nchi hii, hatuwezi kukaa kitako tukafunga mikono tukasema kwamba mageuzi yatakuja. Tuta hawako huko watu kwenda mahakamani tu, kwenda kusikiliza kesi. Mmesikia? Ndio sisi emu hiyo watu kwenda kusikiliza kesi ndio wanalonijua dunia hii eh? Leo jambo la kawaida lakini limefanywa jinai. Na baada ya kutumia hizo njia za jinai na sheria za nchi yetu, mpaka imeiondolea heshima nchi yetu. Hakukuwa na sababu ya kumchukua mtu kwenda kumtesa, kwenda kumdhalilisha mwanamke. Nchi hii inaongozwa na mwanamke, mwanamke anavuliwa nguo, anadhalilishwa chini ya utawala wa rais mwanamke. Ni aibu, ni fedheha. kwa sababu sio sheria za nchi yetu, sio utaratibu, sio ustaarabu wa kilimwengu. Kwa hivyo, tunachosema, ndugu zangu, tunayo kazi ya kuleta mageuzi katika nchi, na mageuzi ndiyo yatakayoitoa nchi hii ikasonga mbele. Sisi emu wameishiwa, sisi emu hawana maono. Nchi leo tuko kwenye katikati ya utajiri nchi hii. Leo tunalia umaskini. Tunalia umaskini.